Karibuni tena katika uh, ibada hii fupi ya kuanza ujenzi rasmi katika viwanja hivi ya Mnguishi na vya Dayosisi ya Mount Kilimanjaro vilivyotengwa kwa kusudi la chuo kikuu kijacho. Kwa sasa tunaanza na ukumbi ambao kwa maelezo ya injinia unaweza kumba ukafika hata mia saba lakini tulikadiria mia tano mpaka mia sita Tutakuwa ni jengo la kwanza kuanza kujengwa katika eneo hili lililotengwa la eka kama arobaini Eneo lililosawazishwa kwa sasa ni eka nne Wakati chuo hamkurudi, tulishaleta skaveta hapa, ukashinda hapa kusawazisha uwanja huu, na leo tarehe kumi na mbili tarehe kumi na mbili mwezi wa tatu, kazi rasmi inaanza ya ujenzi baada ya maandalizi mengine yote yaliyoshafanyika tulioyaanza tangu mwaka jana. Kwa kwa leo sasa, tuna vibali vyote, tumeshavuta maji hapa na tunaamini umeme uko karibu tu hapa. Kwa kazi zitafanywa wakati mwingine usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kupata kibali mbele zake kwa ajili ya kazi hii. Pia nimshukuru Baba Askofu kwa maono ambayo yametufikisha hapa kupata ukumbi ambao utakuwa ni sifa kwa kanisa letu la Anglican Diocese ya Mount Kilimanjaro. Huu ukumbi wetu utakuwa na ni, ni theater utakuwa na shughuli mbalimbali, utakuwa na ukumbi wa kukaa watu kama watu mia saba, lakini pia kutakuwa kuna vyoo vya wanawake na wanaume. Pia kutakuwa na jiko, kama kuna sherehe basi, mahali pa kuandalia chakula kwa ajili ya hao walioko hapa ndani, na kuna sehemu ya kubadilishia nguo kwa kina mama, sehemu ya kubadilishia nguo kwa kina baba, kwa sababu shughuli mbalimbali aidha mbali, mikutano au ni uimbaji, unahitaji sanini kwanza kubadilisha nguo kwa ajili ya shughuli ile. Kwa hiyo kuna, kuna backstage ambapo itafanyika hivyo, na humu ndani una vyoo na pia kuna ukumbi mdogo, conference room. Kabla ya kuingia kwenye mkutano nani ukumbini, basi mnaweza kwanza mkakaa chemba mkaandaa ajenda then mkaingia mkutanoni na tunaacha maeneo mengine pembezoni kwa sababu hili <coughs> zoezi ni endelevu. Kuna majengo mengine yataongezeka baada ya hili. Maana tumeliweka <tumaliweka> hapa tupate parking, tupate na eneo lingine nyuma kwa ajili ya maendeleo zaidi. Na leo tukaza kuanza rasmi ujenzi wetu, tunaomba Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi. Asanteni sana kwa ninyi, wana chuo mliopo, ni sehemu ya historia hii mtashiriki kwa kazi za mikono wakati mwingine, kwa maana ni mchango wa Wakristo wote kutaka kujenga jengo hili na majengo yatakayofuata. Baada ya maneno hayo, sasa ni tamke rasmi kwamba kuanzia leo tarehe kumi na mbili, sisi Stanley Mount Kilimanjaro tumetoa tamko rasmi la ujenzi kuanza na mwezi wa tano jengo hili liwe limekamilika kwa imani katika Yesu Kristo, na kwamba majengo mengine yatafuatia, sote tukifanya kwa pamoja na kwa imani. Baada ya maneno hayo, sasa tumombe Bwana. Bwana wa majeshi ndilo jina lako, Yesu Kristo uliyokuja ulioko na utakayekuwapo Asante kwa watumishi wako waliokusanyika hapa leo. Tumekusanyika kushuhudia na sio tu kushuhudia, kushiriki pigarato, kuzindua rasmi, kufanya kazi ambazo umeziamuru kwa mikono yetu dhaifu sana. Kazi hii imara itakadumu, jengo la kwanza kwa ajili ya uwanja uliotengwa kwa chuo kikuu kitarajiwa kwa maombi yetu kwako na kwa imani yetu na kwa maono uliotupa tunaamini yatakuwa. Tunakusihi Bwana utembee nasi, viongozi wetu watakaosimamia, mafundi na mainjinia, wataalamu watakao uwepo, watendakazi watakaoshiriki, wanachuo waliopo. Sisi leo mashuhuda, tunatamani kushuhudia kazi hii njema ikikamilika na tukawa sehemu yake. Mungu wetu, turuhusu hata graduation ya mwaka huu ikafanyike ndani yake. Ni kwa hisani na kwa kibali chako hayo yanaweza kufanyika. Yesu Kristo, wawezeshe wasimamizi wetu kwa waadilifu, kwa makini, kuwa tayari na kujitoa, katika jina la Yesu Kristo. Sasa tumeweka wakfu eneo hili la jengo la kwanza kwa kiwanja chetu na uwanja huu jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Amen. Asante sana.